Ii nakuwaje? Ni mimi mwana gemu wenzako Machibs, nipo hapa kukupa gemu zangu kali nazozisubiria mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Kama kuna mwaka umejaa magemu makali, basi ndio huu mwaka, na kuna ligemu limoja hilo ambalo naamini wote tunalisubiria kwa hamu. Unataka kulijua? Endelea kuangalia bila kusahau. Jamani, asilimia kubwa ya mnaoniangalia bado hamja subscribe, mnapiga tu jenga sio vizuri jamani ebu gonga subscribe alafu nisaidie channel chaneli yangu ifanye vizuri au sio sasa tusipoteze muda hii ndio list ya magemu makali yanayokuja 2025 twende kazi namba saba Metal Gear Solid Delta Snake Eater kwa wale tulioenda Edge kama mimi hii gemu ni must kabisa. Mimi nakumbuka imetoka enzi hizo. Gemu tulikuwa tunacheza kwa jirani, unakumbuka eh? zile ishwe kama jirani siku hiyo kanuna, hamna kuendelea na mission, imekula kwako. Sasa wanaileta ikiwa na graphics kali zaidi, ila vingine vyote wameahidi vitabaki vile vile. Kama wewe ni mpenzi wa gamu za mission. Tena za action na hujawahi kucheza game za Metal Gear. Ah, hii baba sio ya kukosa na kwa wale wazee wenzangu najua tutaichukua hii eh? Angalau tupate kumbukumbu za enzi zetu zile, au sio? Game inatoka kwenye PlayStation, Xbox na PC na nadhani itatoka kwenye mwezi wa nane hivi kama sikosei. Tarehe tah mwaka huu namba sita, Assassin's Creed Shadows. Hii kwanza ishatoka jamani kama ulikuwa na mpango wa kuchukua gemu hii ishatoka, kwa hiyo nenda kaichukue. Ila kwa wale tunaosubilia ma... manini madiskaunti na manini, bado tuendelee kusubiri. Nadhani kwenye mwezi wa nane hivi, wa tisa, itakuwa imeshuka bei. Sasa hii gemu ni kwa wale wanaopenda gemu za Assassin's Creed, ni gemu mpya kabisa na hapa baba hamna miujiza. Raia wengi waliomba gemu ya Assassin's Creed itoke pande za Japani. Tunaona Ubisoft wamewasikiliza maombi yao, au sio? mimi nimecheza game nyingi kidogo hivi za Assassin's Creed, na ni kwa namna moja mwingine, ni game nzuri, eh. aziboi sema ndefu sana, ila ni game nzuri, sio baya kudinulia hii game bwana, ishatoka. Assassin's Creed Shadows imetoka mwezi Machi mwaka huu. Aa, na unaweza ukainunua sasa hivi. Namba tano, Doom The Dark Age. Ehe, mzee wa kazi di kazi dumslea anarudi kivingine, na safari hii nasikia kuna hadi kumpanda dragon sasa. Wapenzi wa Doom tutake kingine kipi? Uzuri wa game za Doom ni amna mambo mengi, ni mkono wa kufa mtu humo, nipige nikupige. Humu nani, nasikia kuna bunduki hilo linatumia fuvu kama risasi. <laughs> Kazi ipo nako. Za Slayer nasikia zimeongezewa uzito, kingine kikubwa amepewa na shield eh, yani kama Kratos wa God of War. Gemu inatoka mwezi wa tano tarehe 15 kupitia PlayStation 5, Xbox na PC eh, tujipange jamani, tujipange, mwezi wa tano sio mbali. Tukiwa tunaendelea na yetu kama ilivyo ada usisahau ku like, ku subscribe na ku share bwana. Au sio? Eh, bwana, share kwa ndugu jamaa na marafiki wanaopenda hizi mishe. Au sio bwana? Tusaidiane bwana kena aina channel yetu ikue. Namba 4. Crimson Desert. There are beings who brought chaos proponents. The rifts they have created will return everything to nothing. Sasa kama kuna game kila nikiliangalia, udenda unatoka. Kwanza graphics zake bwana ah, moto wa kuotea mbali, zipo on point bara. Ukija kwenye upande wa gameplay, ndio hatari zaidi. Yani humu ndani niona mtu anapigwa KO kama kwenye WWE. Sasa hayo sindio mambo yetu wadau, au mnaonaje? Ukiachana okay, na gameplay, hili ni gemu kubwa bwana, bonge moja la gemu kubwa sana. Wale waliocheza Zelda na magemu ya kama awe ma Assassin's Creed, mtaelewa navyokwambia gamu ni kubwa kuna baadhi ya trail ambazo hata kwenye channel zetu zipo, unaweza ona mapi yake ni kubwa bala, bado unaambiwa unaweza na kupaa bado ukaenda mawinguni huko. Tena kuna map lingine hatari, kingine kizuri. Hii game imetengenezwa na Wakorea. Na kwa wabongo zangu wote tunajua mziki wa Korea, inapokuja swala la stori hawa jamaa hawana utani kwenye swala la stori, labda wazingue kwenye hizi gemu, ila kwenye mamamuvi yao na masiris ah, jamaa wapo vizuri. Crimson Desert inatoka mwishoni mwa mwaka huu na inategemewa kuwepo kwenye PlayStation 5, Xbox na PC. Namba tatu, Borderlands 4, ah. wapikisiki watu wangu wanajua kabisa bwana inapokuja swala la cop au zile game za kucheza na wenzako. Ah, bana, mimi ndo mambo yangu na vijana wangu watatu hao, hutuambii kitu. Na moja ya game tunaisubiria ni hii hapa Borderlands 4 ujio kuna gemu zingine uwezi kumwambia mtu utamu wake mpaka siku mtu ashike padi mwenyewe aijaribu. Mfano mzuri wa hizi gemu ni hizi gemu za Borderlands. Kwa kuziangalia unaziona kama mieyusho fulani hivi, makatuni makatuni, ila baba ukishika hiyo padi ni bonge moja la gemu. Huku bwana hatuchezi hizi gemu kwa sababu ya stori wala grafiki zao, naona zimesimama na zipo vizuri, ila sisi huku tunacheza hizi gemu kwa sababu ya gameplay tu, hamna kingine. Gameplay yake ni tambala kwanza. Gemu mnaanza kucheza wan Hey, kila mmoja ana uwezo wa kuchagua karakta anamtaka, na akawa na ability zake mwenyewe tofauti na karakta wengine. Hapo ni kukesha na kuleta fujo kwenye ndoa zetu. Mama Nancy kama namuona hapa vonitolea macho nini? Mama tulia, hii kazi kama kazi zingine. Borderlands 4 inakuja mwaka huu tarehe 23 mwezi wa tisa, mzigo utakuwepo PlayStation 5, Xbox na PC. Namba mbili Ghost of Tsushima. Kwa wale tuliocheza Ghost of Tsushima, najua balaa lake mnalijua. Ile game nadhani ndio iliwafungua macho Ubisoft watengeneze Assassin's Creed Shadows, maana mziki wake ulikuwa hatari. Kama kuna gameplay kali ya samurai ya kuzidi Ghost of Tsushima Naomba uniandikia kwenye comments tafadhali. Mziki wa Ghost of Tsushima ulikuwa si wa kitoto. Sasa Ghost of Yotei ndio gemu inayofuata, ila shida ni kwamba safari tunakutana na samurai mpya, alafu wa kike. Najua baadhi ya wadau wapo kama tayari washaanza kuwaangusha, ila mimi binafsi naamini kwenye utundu wa studio inaotengeneza hizi gemu. Kwa hiyo bado na uhakika au bado na imani hii gemu itakuwa kali, labda waniangushe kwenye stori na mambo mengine, ila kwenye swala la gameplay, sina shaka kabisa na wajamaa vyote inatarajiwa kutoka mwishoni mwa mwaka huu, na gemu itatoka kwenye system za PlayStation 5 tu, labda baadaye huko itatoka kwenye PC. Watu wangu wa Xbox, mm -hmm. Haya wadu. Haya, sasa tunaenda kwenye lile gemu ambalo najua wote dunia nzima tunalisikilizia kwa hamu, nalo si jingine, ni namba moja Grand Theft Auto 6, GTA 6 hapa bwana, mna mambo mengi. Kama kuna gemu kali duniani la kuizidi Grand Theft Auto 5, ama GTA 5, hilo mimi silijui, ila nachojua mimi GTA 5 imeuza mabilioni kana kwamba kushinda muvi zote kushinda albamu zote za mziki unazozijua, kushinda kila takataka taka ya entertainment. Hawa jamando wameongoza kwenye kuuza kitu cha entertainment. Sasa kwa hali hiyo, unadhani GTA 6 itakuwaje? Mpaka sasa hivi kuna kampuni kibao ambazo zinaogopa kutaja tare za game zake kutokana na kuhofia GTA 6 inaweza ikatoka muda huo huo ama kipindi hicho hicho na kusababisha game zao kuflop. Mimi sina mengi, najua hili game likitoka, nitake nisitake, lazima nitalinunua tu. Yaani, hili lishakuwa kama chumvi kwa wana gaming wengi, utalikimbia utalikimbia we, ila ipo siku utanaswa inatarajiwa kutoka mwishoni wa mwaka huu na itakuwepo ndani, ndani ya PlayStation 5 na Xbox. PC kama kawaida mtasubiri sana. Haya, hizi ndio game zangu kali ninazotarajia kuzicheki mwaka huu. Zipo ambazo nimeziacha ambazo najua kila mwaka lazima zitoke. Game kama FIFA, NBA, ma cricket hayo, ma Need for Speed labda, hay ni game ambao tushayazoea kila mwaka. Niambie, kuna game gani unahisi nimeisahau na unahisi ilistahili kuwepo kwenye list? Niandikie hapo comments na mimi nitakuwepo kupitia kila comment. Ulonge zaidi, au sio? Basi ni mimi, mwana game mwenzako, Majids, nikutakie siku njema na tusiache kucheza game game mpaka kieleweke, au sio? Asante kwa kunisikiliza na nikutakie siku njema.